Na tunaendelea mbele na, mbe na vidokezo ambayo baadhi ya viongozi wa kijamii katika eneo la Mrima wa Ndege eneo bunge la Ganze kaunti ya Kilifi wanaitaka serikali kujenga ua katika hifadhi ya wazee waliotorokea katika msitu wa Godoma kwa tuhuma za uchawi. Viongozi hao wa kijamii wamesema wazee hao hupitia changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa usalama kutokana na hofu ya kuvamiwa na wanyamapori, ikizingatiwa kuwa wanakoishi ni msituni. Wakati huo huo, wameitaka serikali kuwajumuisha katika mpango wa kufadhili matibabu ya makundi maalum kupitia bima ya shaa Tumeona kwamba kuna shida ya ng'ombe wanyama kuingia katika humuji humu muji na hu muji ni mji mtakatifu ambao haustahili mfugo wowote ama mnyama kuingia katika, eh, ndani ya, ya hu msitu ama humuji muji so tungeomba serikali pamoja na wahisani akaweze kutusaidia na fence, ili tukaweze kuweka fence, ili gate tu iwe moja ama sehemu ya kuingilia iwe moja, ili tujue ni nani anayeingia, ni nani anayetoka. Hakuna fence, na most ya hawa wa, wa, watu walio hapa wamekimbia makwao wakiwa na shutuma za uchawi, na hatuwezi jua chochote cheweza kufanyika. Ni vizuri wazee wajumuishwe katika mpango wa sha kwa sababu hapa kuna wazee ambao wamekuwa rescued kutoka mahali mbalimbali ndani mbali ya hii Kilifi County. Kuna watu kutoka Kauma wako hapa Kaloleni na maeneo mengine, hasa hawa watu, kama itakuwa vizuri waje waorodheshwe katika SHA ili kama wa, ni wagonjwa waende wakapate matibabu kwa urahisi zaidi.